Leo hii mimi maisha imenilemea kabisa. Hii familia inanisumbua sana kwa hapo triple chay, chana kwapo na hivi, kila mtu amekuwa daladala. Daladala ni gari, daladala ni gari. God have mercy on us. adotu ntawaeka usae ndo kusema, nauliza wewe uoni dunia imekuwa mbaya? Si wewe kuruka tu nao, vijana, God, vijana. Vijana. Na teno vijana naruka nao, si wametutoa kwa umasikini eh? si ni mzuri na ana pesa. Acha <laughs> <laughs> nikuambia kitu moja, unanisikia vizuri yes. unajua hii yes. Una yes. generation yenyu sahii imeharibika Kijana badala achukua advice kwa mama anachukua mama anawacha advice nini? Wasichana mnachukua kijana badala mnachukua wazee badala mchukue mm, advice <laughs> mnachukua mzee mnawa nini? nausumbua ile kitu mtafanya we na mama yako <laughs> <need> a <laughs> mamaw

ni mtoto ni kama tu ana change, nakula mrenda, nakula cabbage, nakula sukuma.